Miraji Abdallah, Hassan Bakari, Suleiman yuko ndani ya box. Bakari Bakari anaingiza cross ile mpira. Mwamuzi anafunika mkwaju wa penati. Isiaka Mwalile anasema hiyo ni penati, ametafsiri kwamba kilichotokea msimu, aliingiza cross na mwamuzi akasema ni mkwaju wa penati alipoingiza ile cross, ule mpira ulitangulia kutoka kwenye mguu Lucas Lucas Almeida anania Kikoti. Almeida anania Kikoti, what a penalty! Jitihada za Rashid Ibrahimu Haruna hazijazaa matunda katika kukabiliana na mkwaju huu ambao umekwamishwa kwenye kamba na Lucas Almeida Anania nia Kikoti <muchas>